Kuna programu ingine ambayo tunaita on the job training. Tuko na vijana wengi ambao wamemaliza standard 8, wengine wamemaliza form 4 lakini hawana skill yeyote. Hawajaenda course mahali popote, pengine wazazi wao hawawezi kusupport hawa waweze kwenda kufanya course fulani ya hairdressing. Hawajapata course ya kwenda kujifunza vile ya kuwa mtu wa kinyosi, vile ya kuwa electrician, vile ya kuwa driver, vile ya kuwa the next skill hawa skill, hawa vijana wote tunatafuta vijana tena elfu tisini, 90,000 young people na hawa vijana tutawasupport kwanza, tutamtafutia mwalimu mwenye anaitwa master craftsman or woman. We will attach them. Kama ni carpentry tutamwatach kwa master craftsman ambaye anajua carpentry. Kama ni masonry namna hiyo. Kama ni tailoring namna hiyo. Kama ni uh, uh, hairdressing namna hiyo kama ni cosmet cosmetology namna hiyo, ni mnanielewa. Na kila mwezi hawa 90,000 tutawalipia stipend ya shilingi elfu sita kila mwezi, ndio waweze kupata pesa ya kulipa gharama ya kwenda nyumbani na kurudi pale ambapo watakuwa wanaendesha hiyo kosi yao for six months. Nyinyi mnanielewa, na vile vile tutahakikisha kwamba tumemlipia yule master craftsman, na mwisho tutahakikisha kwamba amepata certificate ambayo serikali ya Kenya itamlipia. Ndio hawa vijana 90,000 na tukipata wengine zaidi, we will reconsider more of them. That is another program under this nyota. Na nasema hivi, ndio nyinyi muweze kuwaeleza ndugu zenu wengine ambao hawakubahatika na hii, mwambie nafasi bado iko.